Nam, asante sana kwa kuendelea kutizama Sema na Citizen, nasi tukiendelea kukufahamisha tulokuandalia, ni kwamba wakfu wa Fanikisha unaojihusisha na afya ya uzazi na watoto umeibua wasiwasi wa ongezeko la vifo vya kina mama wajawazito wanaoaga dunia kabla na hata baada ya kujifungua katika kaunti ya Kwale. Akizungumza na wanahabari mjini Diani, mwanzilishi wa wakfu huo Chris Christine Mvuria alisema takwimu za idara ya afya zinazoonyesha kwamba kumekuwa na vifo zaidi ya ishirini vya kina mama wajawazito kuanzia mwanzo wa mwaka huu katika kaunti hiyo zinaashiria changamoto za ufahamu wa kina mama kuhusu huduma muhimu za kliniki za ujauzito. Uzazi, tunasema uzazi hauna experience. Usijione umezaa mtoto wa kwanza wa pili wa tatu hata wa nne, ukasema huyu mwingine ambaye nambeba nitakuwa sina wasiwasi kwa sababu tayari na uzoefu. Masuala ya uzazi hayana uzoefu, kila mimba inaweza kuwa na changamoto zake. Kwa hivyo ni muhimu sana tuweze uh, kuzingatia masuala ya kutembelea vituo vya afya kuweza kupata huduma zinazotakikana. Si kawaida ya kwamba mama akiwa mjamzito aweze kupoteza maisha akiwa anajifungua au mtoto azaliwe akiwa hana uhai. Ni vyema mama akibeba ujauzito wake aweze kulelea vizuri, na aweze kujifungua akiwa katika hali nzuri, ili jamii iweze kushahirikea mama amekuwa mzima na mtoto akiwa mzima.